Kwa muda sasa kumekuwa na migogoro ya mara kwa mara kati ya wakulima na wafugaji katika kijiji cha Msowero wilayani Kilosa mkoani Morogoro. Wakulima wamekuwa wakilalamikia wafugaji kuingiza mifugo kwenye mashamba yao, jambo linalosababisha uharibifu wa mazao. Hali imezidi kuwa mbaya, kwani sasa wakulima wanadai kufanyiwa vitendo vya kikatili na baadhi ya wafugaji. Mbali na mashambulizi ya kimwili, baadhi ya wanawake wanadai kubakwa wanapopita katika mashamba na wafugaji hao. Mwenyekiti wa kijiji cha anatueleza sababu ya migogoro hiyo. Sasa swala zima la wakulima na wafugaji, unapokwenda kwenye yale mashamba ambako wakulima walipo wanapita, wana, wana shamba la kampuni Farms. ndilo ambalo limepandwa mkonge, sasa na lenye limekuwa poli sana, wafugaji wengi wale sasa wanalichungia lile shamba hatima kwenye maeneo ya wakulima, ndiko inakotokea shida ya watu kulishiwa mazao yao. Kutokana na hali hiyo, wakulima wanadai wanashindwa kwenda kufanya shughuli za kilimo kwa amani kuhofia usalama wao. mimi ni mojawapo yule ambaye mume waliobakwa mpaka kufa kwa kweli, changamoto kubwa, wa Masai ndio ndokelo kubwa sana. Mke wangu kabakwa mpaka kufa. Watu wazungumza kubakwa, lakini wazungumzi mtu kabakwa mpaka kufa, ina maana kwamba ina nyuma sana kwa kweli. Tunabakwa, mimi mwenyewe mara tatu nimeponea, bahati mbaya Yaani mimi Masai ananifatilia mimi nakimbia huku na danganya kusema na simu kama nini atatokea, mara tatu. Kwa hiyo poli lile la mwekezaji kwa kweli linatutesa. Mashamba tumegaiwa yako mbele, poli liko nyuma, ndo njia kubwa ya kupita. Mwaka 2024 serikali ilizindua kampeni ya kuhamasisha ufugaji wa kisasa mkoani Morogoro kwa lengo la kuwa na maeneo ya kulima malisho ili kuondokana na migogoro na wakulima. Licha ya kampeni hii kusaidia kupunguza migogoro kwa wingi, bado baadhi ya maeneo migogoro imeendelea. Ikabidi e nikutane na Masai, nilikuwa mimi na mwenzangu mwe anaitwa mama Madimiro, akatuuliza je, mnionea ng'ombe? Kawambia sisi ng'ombe hatujaiona, si tunatoka shamba, ila tu muulize baba hapo nyuma kwenye matete. ili kujiazari basi akatoka akatembea kama watu watano, akarudi. Aliporudi huko sasa, akazunguka kule tunakokwenda, ndo akawa ameziba njia. Baadaye mwenzangu akaruka akawa pembeni, basi ikabidi anikamate, ndo tukaanza pale kutingishana, kuniangusha, kuniburuza na kuumia huu mguu. Kila tunapokwenda serikalini yanafunikwa, ukipeleka polisi umewapa ulaji polisi, ukipeleka kata ume, umewapa ulaji watu wa kata. Sasa nimeona haya yanajirudia sana kwa wananchi, watu wanabakwa na uawa, lakini ukipeleka kesi ofisini, upeleke wapi? Hayana uzito. Swala la kubakwa linapojitokeza, mtu amekimbizwa, huwa tunapokea taarifa hapa ofisini, lakini pia tunapeleka kituo cha polisi. Nami pia sasa nitumie fursa hii kutoa wito hasa kwa watu ambao wanafanya vitendo vya namna hiyo, kwanza wasijifiche, wawe wazi, waje waseme, kwa sababu ushirikiano wao ndio kutafuta ufumbuzi Migogoro ya wakulima na wafugaji wilayani Kilosa ilishamiri zaidi katika miaka 1993 mia hadi mwaka 2002 ambapo ilitokea mauaji ya watu karibu 32 waliofariki kutokana na migogoro hiyo. Kutoka mwaka 2002 mpaka mwaka 2022, vifo vilivyotokana na migogoro ya wakulima na wafugaji kwa mwaka vilikuwa havipungui kumi hadi 15. Kutoka mwaka 2023 hadi mwaka 2025 hakuna vifo vilivyoripotiwa kutokana na migogoro hiyo. Hii ni kwa mujibu wa mkuu wa wilaya ya Kilosa, Shaka Hamdu Shaka Zoero. Sasa hivi hatuna tatizo kubwa isipokuwa ni kiri tu, yawezekana kuna wakorofi wachache. Hata shamba ambalo linazungumziwa, kwanza lazima mjue shamba linalozungumziwa, shamba ni la nani? Shamba linalozungumziwa ni shamba la mwekezaji mwenyewe, amewa, ameweka udhibiti udhibiti wa kudhibiti mifugo kuingia ndani ya shamba la la nyu Msowero fam, na amefanya jitihada kubwa sana. Lazima mjue shamba hilo kuna uvamizi wa wananchi ambao wamekwenda wamevamia, wanafanya shughuli za kilimo kinyume na utaratibu. Sasa wananchi wao wanavamia kinyume na utaratibu, wafugaji wanaingia kwa kujiba katika shamba la watu Kwayo. kwa hiyo ni wazi kwamba kuna utaratibu ambao hauko sahihi. Kilikuja chama kimoja cha siasa kikabeba hiyo ajenda eh, wakafanya publicity kubwa sana kwamba Msowero eh, kuna wamama wanabakwa, wamama wanapigwa, wamama wanafanyiwa vitendo vya udhalilishaji. Tukatoka kamati ya usalama ya wilaya, tukatoka tukaenda tukafanya mkutano na wananchi, lakini tukatuma timu ya ustawi wa jamii twende tukajiridhishe wangapi waliofanyiwa hivyo vitendo, lakini je, ni maeneo gani ambayo hivyo vitendo vimefanyika? Watu wameshindwa kuthibitisha. Sakata hili la migogoro ya wakulima na wafugaji mkoani Morogoro hivi karibuni lilitua tena bungeni ambapo Juni 6 mwaka 2025 serikali ilitolea ufafanuzi. Serikali inatambua kuwepo kwa migogoro ya wafugaji na wakulima mkoani Morogoro. Hata hivyo, serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kukabiliana na migogoro hiyo, ambapo baadhi ya hatua hizo ni pamoja na kuweka mipango ya matumizi bora ya ardhi za vijiji ili kubainisha maeneo ya kilimo sambamba na maeneo ya wafugaji kupitia Tume ya Taifa ya Matumizi Bora ya Ardhi.